Leo ni siku ya sikukuu ya Idi ambapo Waislamu wote duniani, Waislamu tuiokuwepo wilaya Msoma tunasherehekea siku hii, lakini kubwa, nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo wameona kuna haja ya kurudisha tabasamu katika sikukuu hii kwa wale ndugu zetu ambao wenye mahitaji maalum, Mheshimiwa Raisi kwa mapenzi mema ameleta hii zawadi maalum ya sikukuu ya Eid pamoja na Pasaka. Kwa hiyo naomba mpokee zawadi hii, mpokee vitu hivi ambavyo vimetoka kwa Mheshimiwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais pamoja na yote meona leta hapa kuna unga, mchele, sukari, sabuni, mafuta lakini na juisi ambazo zinaweza zikaendelea kuleta furaha, amani na tabasamu kiujumla kwa watoto wetu katika kituo hiki. Mheshimiwa Rais anaendelea kuwasalimia sana sana, anawapenda sana wanamsoma na wanawapenda zaidi watoto wa kituo hiki. Na ukiangalia watoto hawa wa, wanachukuliwa katika mazingira magumu, mnawalea mnawapa uh, utimamu wa kiafya na kiakili. Kwa kweli ni watoto ambao wameendelea kuimarika kila kukicha. Mimi nawapongezeni sana lakini kubwa, endeleeni kupokea salamu za Mheshimiwa Rais kwamba yuko pamoja na nyinyi katika kila jambo, atahakikisha kwamba changamoto zote tunaendelea kuzifanyia kazi kwa pamoja. Mwenyezi Mungu azidi kubariki kituo hiki, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki watoto wetu hawa, waendelee kupata makuzi bora, Mwenyezi Mungu azidi kusimamia afya zao selikari, na hili ambalo mlizungumza kama serikali tutalichukua kuona namna tutakavyosimamia ustawi wa hawa watoto hasa katika upande wa afya na maeneo mengine.